Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Hai, Diones Mnyinga, wakati wa hafla fupi ya uzinduzi wa jengo la kompyuta uliofanyika katika shule ya sekondari Nkuu iliyopo kata ya Machame Mashariki, wilani Hai, mkoani Kilimanjaro. Tuna kila sababu ya kujifunza kompyuta sasa nyinyi mliopata bahati ya kupata hizi kompyuta tofauti na shule nyingine, maana yake mnatakiwa mtumie fursa hiyo kwa namna ya pekee sana, mjue hizi kompyuta, msitumie kompyuta. Baadaye tuone kuna wataalamu wa kompyuta wengi kutoka shule hii, si tu kwamba una graduate unapata cheti, karatasi kama hii unaenda kutundika, sivyo, kwenye nyumba yako unaweka kwenye frame, inakuwa kama ni ukumbusho. Elimu maana yake ukaitumie wewe kwenye mazingira yako yale ambayo hukuwa nayo kichwani, kama yalikuwepo mengine ya sijui wapi huko, unayatoa yasiyofaa kwenye kichwa chako, kwenye akili zako, na kuingiza yale yanayofaa. Mkurugenzi wa shirika la Tedi Tanzania Computer Labu Project, Gloria Anderson, amesema lengo la kuanzishwa kwa mpango huo mashuleni ni kuzalisha kizazi cha vijana kutoka Tanzania wenye uelewa wa elimu ya kidijitali hivyo kwenda na kasi ya karne ya 21 ya teknolojia na pia kuwezesha kuajiriwa na kujiajiri wanapomaliza elimu ya sekondari. Tunatamani kuzaa kizazi cha vijana kutoka katika nchi yetu ya Tanzania hasa katika maeneo ambayo hayafikiwi kwa urahisi kwa maendeleo mbalimbali, ambao wanaweza kuwa ni vijana bora katika karne yetu ya ishirini na moja, likiwa nina maana ya kwamba katika karne hii, kusema ukweli, kupata tu A darasani haitoshi wewe kufanikiwa, muwe na kiu ya kutaka kujifunza. Soko la ajira limekuwa ni sio tu Tanzania, nchi mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunataka kuona wanafunzi wanapotoka shuleni hata olevo wawe na uwezo na ujuzi wa kuanzisha ajira zao binafsi kutoka katika mazingira walionayo. Mkuu wa shule ya sekondari Mkuu, Esther Ayuma amesema ujio wa kompyuta hizo utasaidia kurahisisha njia ya kujifunza na kufundishia sambamba na kuboresha mitaala shuleni hapo. Watoto hawa watafanya na kusoma kwa vitendo, na pia kwa sababu mfumo wa kompyuta hizi umeandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi vitabu, matirio tofauti tofauti za masomo mbalimbali, wanafunzi na walimu watakuwa wamepata njia nzuri zaidi ya kufundishia na kujifunzia, Na hapa baadhi ya wanafunzi wakaeleza namna ambavyo kompyuta hizo zitawasaidia kuboresha elimu. Kompyuta hizi zitatusaidia sisi kujifunza vitu mbalimbali tofauti, mazingira ambayo uatfute vitabu kule academic au library ili tuweze kusoma. Na sana inau anautaua Kadhalika madarasa sita ya kompyuta yameshajengwa katika wilaya tano maeneo mbalimbali nchini, lengo likiwa ni kuboresha elimu ya teknolojia kwa vijana.